Nikiripoti kutoka Dar es Salama, mtawachanika yani kwa ngwale, ukitoka kwa mgwale, kutoka barabarani mbako ingia hapa, hapo hapa, na umbali sana kiasi kwamba tu nijelo tumbakufika hapa studio, na hapa nipo studio mgedi, studio mgedia hapa, ni mwetu mangoma tu, kitu ichi, kitu ichi hapa. <coughs> namba za kugonga ni hizi hapa, ukitaka kufike maeneo hapa nilipo ni hizi. Kuna wengine wanapenda kuniona ila hawaelewi wataniona wapi? Ukifika hapo utanikuta, na ndio hayo mashindo yetu. Nashinda sehemu za kukaa kibao, ukichoka tu unajiegesha kama hapa hivi. So naenda sehemu haina hata kwa kukaa, utateseka. Umezaliwa kwa shida bado na kwa kukaa. Mangoma kama haya, nikiona tu feeling zinanijia za kupiga muziki, nakuja na na, okay. mara hapo na eh, kingine nakanyagia kwa chini. Eh, cangakukanyagia wengine kukiona hivi ni nada. So hivyo tu, nikiona nimechoka kujibledisha na maswala ya mangoma, natoka tena kwingine, nataka likitu lingine ambao labda litanipa feeling za kuweza kuweka mambo sawa na akili kakaa sawa hadi maiki kwa, unaweka maiki kabisa hapo kabisa, naanza kujipigia kangoma Jamani, shido shida shida zikuzidi, mpaka uanze kuziita shida, usisubiri zikuzidi. Unaweza ukawa na madeni mpaka yakawa wanakuita Dennis, kiasi kwamba ukizidiwa na madeni unaanza kuitwa Dennis. Kutoka kwenye jina lako unaitwa Maaniku, unaanza kuitwa Dennis. Basi usisubiri zikupate shida, njipumzishe na shida zako kwa kuja kwenye kamaiki kama haka. Jamani, maisha maisha raha zake, ya sahau sahau shida zote usiende kulewa kwa sababu najua kabisa ukilewa zikiisha pombe mambo yote yataendelea tena. Kwa hiyo unakuja kujipumzisha hapa studio, mgeni studio. hapo najipigia mamziki ya kila aina unayoitaka maisha yanaendelea, na hii ni suruali jamani, msifikiri gauni wala kanga. Maiki zipo za kutosha kama unavyoona ile, ile ukiona shida kuja chokailna kiona unakuja pekeeaz kusindikizi au wanakwaya zingine wanakuja kupiga limziki piga likitu likae Alafu baada ya kutoka hapo na kwenda kwenye mic hapo. Napiga mic hapo, napiga ile muziki, piga ile muziki. Au hii anaanza akakaa mwalimu, hii akakaa yule anayeifuatia sauti ya pili, yule ya tatu, ya nne, ya tano. Yaani hakuna sauti za tano lakini hapa mnakuja hapa kwa sauti ya tano. Ukichoka <laughs> hizo unaachana na hizo na kuja hapa hivi. Hapa hapa bwana boss wako kupandisha mtandaza kwa kupandisha ile sauti lako ukapanda kabisa sauti kutoka sauti ya kwanza kaimbia hapa kutoka hapo kaona umechoka na, chana, na hapa, ilengi, hapo unaachana na hapo hapa Studio piga mziki mzuri bwana. Mimi nakuamini kwenye mziki hujawahi kubeli. Kwenye hapo chana nayo. Kwanza nikufate ndio ndio anajongea haja. Ndai jikoni ndio atingia lakini ngoja leo niingia. Sina gharimi TV kwenye kuingia mpaka jikoni. Ah! Unaingia huku hii. Unachoma unachoma gani? Waswahili wanasema awesome, unachoma gani? Huku kuna mavitu kibao kama unavyoona. Ma mziki kama haya unajipigia. Hii ndio sehemu ya jikoni. Unapiga mziki hapa. Hapa ndio ma speaker naye kitwaga kitu ki ki ki mbaka mwoyo, kwa utamu kabisa mpaka moyo ni mnyongo kabisa kwa moyo. Wanasema mpaka mkiswelewa hewa asema so far kiswelewa. <laughs> alafu hapa hii speaker nyingine hii alafu ndio ni sawa. Hivi hapo kifika hapa, WiFi ni bule, unatumia vitu, una download, unaangalia vitu na cheka TikTok na nini. Free and free. Unaangalia vikatuni vya Mr. Mini <laughs>

kuna haja ya kidogo sasa, weshii baby, kuna muziki hapo na seti na nini. Sasa haya hapa inahitaji ufundo, usije ukakuta mwisho ya siku kalala Malyango. Jamani, mimi ndo star wa Malyango, naitwa Mr Lusogo Malyango, hakuna star mwingine kama mi. Kumbuka nimesema Malyango sio Udumuka, watu msinishtaki kwamba anasema yeye ndo star wa Udumuka. Hapana, ni Malyango. Ah, jamani kama nakuona mabitu vya kutosha, alafu vitu sio vya kulabidisha, ukasema labda alikuwa analinunua fake fake vitu, ma boxi full kama hiyo, sio ma boxi tu, yana vitu ndani ma vitu kama ili. Lakini zaidi ya yote tunazungumzia mziki ulio bora, vitu vinatoka kiwandani mpya kama mnavyoona. Mike umeshazoea naimbia kwenye vibuyu, unaimbia vibuyu. Kama mnavyoona ma vitu kama haya ya kutosha kama haya. Eh, eh, vitu vipya new, hata mziki unayotoka umechujwa kwa chujika. Cheki kitu lingine hili hapo, mziki unayotoka umetoka mpya hivi eh. Tukikuonyesha sana utajihonga kwanza Kabili tuishage kukonjesha vidogo vidogo. Ukweli uliopo ndio hivyo muziki fresh. Ukitaka uje ufly zaidi fika mtaa wa Chanika Dar es Salaam. Alafu kunaitwa kwa Ngwale na namba za simu labda niongeze tena kukutajia. Ni 07 arobaini nikana kuonea aibu hivi. Albaidi si ah no 07 63 80 92 93 bado hujafika tu utanikuta hapa si uje.